Ujana ni wakati ambapo mwanadamu anatakikana awe na hima ya kujenga umoja wa maumbile yake, na umoja maumbile unajengwa ikiwa fikra zako zinalingana na hisia zako na hisia zako zinasukuma vitendo vyako. Hii triangle ni muhimu sana kwa kijana, kwamba asiwe mtu ambaye anakabiliwa na tatizo la kupata kansa ya jamii. Kansa ya jamii ni kansa ambayo atakuwa anakuwa criticized kila wakati. Kansa ya jamii ni kansa ambayo atakuwa anaweka kando kila wakati. Kansa ya jamii ni kansa ambayo atakuwa hawezi kutekeleza yale malengo yake na kufikia pale anapotaka kufikia katika maisha yake. Na kansa ya jamii ni kwamba wewe kijana, atakuwa hawezi kabisa kuishi iye mwenyewe lazima ategemee watu wengine na atafute influence ya watu wengine. Kwa hivyo ni vizuri kijana ajue kwamba kukamilika kwake kunategemea uh, muungano wa fikra zake, hisia zake na vitendo vyake.